E bana, kuna hii movie ya ise wanandoa ambao mnachepuka kwenye mahusiano yenu na ndoa pia, na kitu cha kujifunza humo ndani. So ni story ambayo inahusu jamaa ambaye anaitwa Zaki na mkewe wa kuitwa Amy, ambao hawa wawili bana walikuwa ni wapenzi wanandoa pia muda mrefu, isipokuwa hali kidogo haikuwa sawa nyakati hizi kwenye mahusiano yao toka ambapo mtoto wao alipokuwa amefariki dunia akiwa ni mdogo kabisa. So kuna vitu ambavyo vilikuwa vijakaa sawa anaigomea anaificha na Mwamba akawa anamtia stress, oh, akajikuta anadabuka na mapombe tu ili kuweza kukaa sawa kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Sasa leo bana yuko hapa akiwa anapiga vombo. Kuna bidada bana akawa amekuja kukaa sehemu ya karibu alipokuwa amekaa yeye. So sikaa sema story. Story bana, bidada anaitwa Julia na ni chombo kinoma, na kaanza kuwa anametetea shobo hapa na pala. Kumbuka ndugu yetu Mpomolelo Dube, ana muda mrefu hajaona lango la wakatabiwa Mtibwa Turiani Manungu wawili kuweza kukutana kufanya hilo jambo lao. Sasa siku hii bana mwamba akawa tayari kisha move on kwa biashara zake na maisha yake na mwanamke wake pia, na leo akawa mpanga trip kwa ajili ya kwenda kumpeleka sehemu ili kuweza kutotoa mawazo na vitu kama hivyo. Kio anaelekea kwenye hii safari, kaingia message bana kucheki, ni yule mchepuko wa jana usiku ambaye alikuwa na kulala naye kuisoma bana bidada anamtishia huyo mwamba kwamba kama hatamlipa kiasi hiki cha pesa basi atatoka kwenda kusema kila kitu kuhusu kitu ambacho alikifanya jana usiku na kuweza kuharibu ndoa ya mwamba. Mwamba akashanga akinauma, lakini akamwambia huyo mchepuko kwamba anaijua hiyo michezo na iko na mwanasheria pia, so atajua jinsi ambavyo anataka kulifix hili tatizo. Akaifunga simu akamfuata mai wake na shughuli zikaendelea. So, Mwamba bana akawa amemleta bai wake mbali kabisa huku, kusini mashariki mwa nchi ya Italia ambapo kuna hizi dolomites ili waweze kuenjoy pamoja na masuala ya balloons na vitu kama hivyo. Lengo lilikuwa ni kumpotezea mawazo bai wake, ili vitu vikae sawa, ndoa yao pia rudi on track kama kawaida. Sasa kiwa hapa bana kujiandaa kuweza kupaa, huyu mtu ambaye ndo alikuwa anaongoza, akamwambia kwamba kuna kapo pia nyingine ambayo inakuja, na ingependa kuweza kusafiri na kapo hii, kwa anataka waondoke pamoja kwenda huko anapotaka kwenda kushuhudia vitu vya utalii nchini Italia. Sasa kashangaa kapo iko wapi? Cha kushangaza ni kwamba bwana kapo mwenyewe sasa nakuja, yule mchepuko wa mwamba na nadai kwamba eti mwanaume wake hayupo soka, amekuja yeye mwenyewe kuweza kuenjoy bila mwanaume wake, na kumbuka kwamba huyu ndio mtu ambaye jana usiku aliweza kulala na mwamba na kumtishia pia kwamba kama hatomlipa pesa basi ataharibu kila kitu kuhusu masuala ya ndoa yake. Na chumbo ndio hiki wapo tunacho tunatamba nacho kivumbi leo mtazamaji. Baluni bana ndio hivyo ikawa, mipaa kwa ajili ya watu hawa kwenda kupata ubaridi wa kiroho na kustareheka pia kitu ambacho pia Mwamba hakuwa na hiyo hope kabisa kuenjoy, sababu chajua kwamba ameshakanyaga na mchepuko wake yuko mundani, isipokuwa mwanamke wake eh, m ajui kinachoendelea. So akawa na enjoy tu safari hii na mwanaume wake. Sasa baada ya muda bana, bidada akaamua kumtingisha mwamba na kumwambia kwamba mimi na wewe mbona kama tunafahamiana hivi, lakini mwamba akawa amechomoa sikufahamu kabisa. mwanamke wake mwamba emi akamuuliza mwamba huyu, je, ni naye kweli? Mwamba akasema hapana, wenda amenifananisha tu. Safari kama imeendelea, na baada ya kuendelea bana, njia nzima ile bidada mchipuko Julia kana act very weird, kiasi ambacho hata mke wa mwamba emi akawa anajiuliza, huyu bidada ni vipi tena. Safari baada ya kuwa imeendelea, baada ya kufika mbele mbele, bidada Julia uzalendo akawa amemshinda, akamfuata emi na kumwambia bana, mwanaume wako huyu, ninafahamiana naye, namwambia kwambia ukweli mimi nani yake, in akashangaa Juli akaendelea akamwambia, kwamba mwanaume wako, jana nilikuwa naye, nimempatia dozi heavy, na hata asubuhi ya leo nitakuwa naye so, mwambia kuambia ukweli kuhusiana na mahusiano yetu, mwambia hata siri zako mimi nazijua. Wewe Emmy, najua kwamba sasa hivi una stress, hata mzigo, unashindwa kumpatia huyu mwamba kukufika. Ndo Emmy kuona la. Amejuaje maswala ya ndani bana? Kama mind kidoma lakini lakini ndio hivyo bana, mwamba kama mset set kumwambia bana, bidada amechanganyikiwa tu. Na lengo lake ni kuja kunialibia ndoa yule Julia akaona siwezi kukubali bana vurugu bidada chombo, bana vurugu baada ya bidada mchepuko kwa maana Julia kuja kufanya vurugu kwenye hii auti ambako amejitoa mwamba na mke wake Zak. Sasa ikawa shughuli kweli kweli kule, kule, kule, kule juu na bahati mbaya ni kwamba hali hii ya vurugu hizi kwenye baluni ambayo iko angani tayari ilipelekea yule pilot ama nahodha ambaye anaongoza lile bwana kuweza kufariki dunia bana, alikuwa mbaya sana. Kumbuka wao juu kabisa kuliendesha na vurugu zimepelekea hali kuwa mbaya na hivi sasa, sasa. Sasa ikawa ni vurugu kati ya Zak mchepuko wake na mke wake pia, kwamba Julia kiasi kubwa sana cha pesa ili siri ya kuchepuka na mwanaume wa bidada kuweza kuificha y kumuuliza ni kweli kama anavyoniambia kwamba huchepuka na huyu mwanamke na amekusingizia tu kutaka pesa na vitu kama hivyo. Mwamba akasema, hapana, mke wangu, sikuchepuka naye, isipokuwa aliniforce tu baada ya kuweza kunulia kinywaji kwenye ibaa, and all that, lakini sikulala naye. Lakini mind you, ni kwamba mwamba alilala naye na alifanya naye na mwamba alifanya naye pia, akamekuja hapa kumwadibia fakaya yake. Sasa hapo ndo ikawa vita, mke wake akiwa hapa huko na kula, akamwambia, nipatie simu yako niweze kukagua nijue kama kweli alikuwa anatumia teksi za kukutisha na kufanya naye chochote kile. Sasa alipochukua simu ya Babana hukuna kule kuna kule sindo kakuta kwamba yule bidada kumbe, Julie alimtumia huyu mwamba video ya kumtishia, ambapo alirekodi tendo zima la ndoa ambalo alifanya akiwa naye chumbani usiku wa jana Akaja kugundua kwamba kumbe huyu mwanaume bana sio mwanaume kabisa, na of course, kilimuumiza sana ubidada Julia mwanaume kwamba nambacho na vitu kama misuri ya roho. Yo. Sasa, kilichotokea ni kwamba wakati ambao kile kinaendelea kusogea sogea, akapata ajali mwanaume wake kwa kule kule juu, akamwomba sana msaada kwa mwanamke wake, nisaidie, lakini mwanamke wake akagoma kabisa kumsaidia, baada ya kugundua kwamba mwanaume wake kumbe sio mtu mzuri kabisa, na alijua pia kwamba hata akifariki dunia huyu mwamba, mali zote za kampuni yake pia zitaenda kwake, na hali hiyo pia ilikuwa mali tu. Ni kwamba huyu mwanaume pia alitolea kauli mbaya sana huyu bidada eh, baada ya kugundua kwamba kishajua kwamba amechepuka, ndio that. So bidada leo na kwamba unifai tena na sio mtu tena nitafanya, so, kumsaidia nachokifanya na kama amefariki dunia na yeye pekee ndo amepona kwenye ajali hii ya balloon na ndo mzigo kwa maisha hapo bana. Ni mzigo mzuri sana unafunza vitu vingi sana hususan maisha na michepuko ndio there. Lakini kwa yeye ambaye tulishotazama, niambie kipi ambacho umeweza kujifunza humo ndani. Mimi naitwa Rahukan.